Eh, niseme huu eh, ni mwendelezo eh, wa kuonyesha jinsi ambavyo Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan eh, anakubalika kimataifa, lakini influence yake kwa maana ya yeye binafsi, lakini influence ya nchi kwenye mataifa mbalimbali mbali duniani, na hili linaelezwa na mambo mengi eh, mambo mengi utaona kama eh, kwa sababu ya influence ya rais wetu leo eh, Tanzania hapa Tanzania. Leo eh, eh, kiongozi mkuu wa mabunge ya duniani eh, anatokea Tanzania, lakini umeona juzi ushindi wa uh, Dr. Janabi, lakini umeona ushindi wa madaktari mbalimbali mbali kwenye arena za kimataifa. Na ukiangalia kila ushindi na kila jambo ambalo tunaligombania kimataifa au kwa kanda Afrika au wapi tunapokwenda kama nchi tukashinda wakati wote inatokana na influence ya rais wetu kwa viongozi wengine wa nchi mbalimbali. Mwisho wa siku, nchi yetu inavuka kidedea, tunakuja tumebeba ushindi. Na leo tena wenzetu wa Global Fund, wenzetu wa Global Fund wameomba kukutana na rais wetu na kuongea naye, kujadiliana naye, wakimwomba kwamba rais wetu wakubali kuwa kwenye timu na kuiongoza timu itakayozunguka kwenye nchi mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha mfuko wa Global Fund unatunishwa. Nakumbuka huu mfuko hata zunguka kuiombea Tanzania fedha au kuiombea kuiombea Tanzania fedha, anazunguka kuiombea fedha ambazo zinatumika katika nchi mbalimbali duniani zikiwepo nchi za Afrika na nchi zingine ambazo zinaendelea. Manake leo kuonyesha eh, influence ya rais wetu jinsi rais wetu wanavyokubalika kimataifa na jinsi kazi za rais wetu zinavyo zinavyoonekana na wenzetu na jinsi wenzetu wanavyotambua kwamba rais wetu akizungumza na wenzake katika arena za kimataifa, wenzake wanavyomsikiliza na kukubali maombi yake. Leo wenzetu eh, duniani wa Global Fund, ambalo ni shirika la kidunia linalotoa misaada mbalimbali mbali, kusaidia masuala ya ukimwi malaria E, TB na mambo mengine. Leo walipofika wakati huu ambao baadhi ya nchi zimepunguza zimepunguza kuchangia kwenye huo mfuko, wameona mtu wa kuwasaidia kufanya hizi nchi kubwa ziweze kukubali kuchangia kwenye huo mfuko, wakamwomba rais wetu Dr. Samia Suluhu hawe sehemu ya hilo lakini sio hilo tu, walipokuwa wanaongea na sisi wamefurahia sana na wanazungumzia masuala makubwa yaliyofanyika kwenye sekta ya afya. Leo ukienda kwenye malaria eh, masuala malaria ugonjwa huo umepungua sana sana kwenye nchi yetu. Kuenda kwenye eneo la HIV leo, zaidi nane ya asilimia 98 ya wagonjwa wako kwenye dawa na, na, na asilimia 94 leo wameweza kufanya virusi visiwe e, visiwe kukushusha makali ya virusi e, vya ukimwi, maanake ni nini? Lakini pia wamekomenti, ndio maana leo wamekomenti pia jinsi ambavyo rais wetu amefanya vizuri sana kwenye eneo la mama na mtoto na, na wakakomenti jinsi ambavyo wetu amekuwa ni rais wa saba duniani kupata nishani ya Goalkeeper Global Award, lakini rais wa kwanza kwa Afrika kupata hiyo nishani. Hayo yote yamejenga me, ya na kazi ambazo anazifanya rais wetu ndani ya nchi, kuanzia kwenye demokrasia, kuanzia kwenye masuala ya uchumi, kuanzia kwenye masuala ya ya, ya, ya afya na mambo mengine yameijenga heshima kiasi kwamba sasa watu wanaiangalia Tanzania inakoendelekea ikajenga heshima na kila rais na kila mtu duniani sasa anaiona Tanzania inaenda kwenye mwelekeo mzuri, na kila mtu anatamani kukutana na rais wetu, na kila mtu anataka kutumia fursa ya influence ya rais wetu ili kuweza kutunisha au kusogeza mambo yake wanapohitajika kukutana na arena za kimataifa na viongozi mbalimbali ya kimataifa. Kwa hiyo leo tumekuja hapa kwa kazi moja tu, watu wa Global Fund wanamwomba rais wetu aweze kuongoza timu ya kutunisha mfuko wa Global Fund ambao baadhi ya mataifa makubwa wamepunguza kuchangia, na sasa wameona mtu ambaye anaweza akaenda kwa haya mataifa akaongea nao, akawaandikia barua na kuwafata na kusaidia huo mfuko ni rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, na fedha zitakazopatikana hazitatumika kwa ajili ya Tanzania tu, zitatumika kwa Tanzania, nchi za Afrika na nchi zingine kwenye ulimwengu wa nchi hizi zinazo